Unaambiwa kwamba mara zote damu ya mtu haijawahi kwenda bulebule, lakini pia uoga haimwachi mtu salama. Yani, inapotokea unakatisha ya uhai wa mtu pasipo na sababu yoyote, ikiwa wewe sio ambaye uliyemleta duniani, basi tambua kwamba hiyo damu haitokuacha bule. Hiki ndicho ambacho kimeweza kuonekana kama mauzouza kwenye msiba wa MC Pilipili, especially ule muda wakati jeneza linafikishwa nyumbani, hapo ndipo ambapo watu waliweza kushuhudia e, ile taharuki ama mshangao mkubwa sana ambao hawakutegemea kama ingeweza kutokea na baada ya tukio hili, bila shaka kila mmoja amepata picha halisi ya kwamba kumbe siku zote damu ya mtu inazungumza na ipo kwa ajili ya kulipa kisasi. Sasa niko hapa kwa ajili ya kuelekeza kuhusiana na kile ambacho kimeweza kutokea. Of course, unaweza ukashangaa, lakini ni jambo ambalo kwa mtu ambaye hakuwa na hatia yoyote ni dhahiri kwamba lazima litokee. Sasa before sijaanza kukwambia, mi nikukumbushe tu kwamba muda wangu wa maana kabisa, nitakuwa nakuletea updates nyingi sana hapa kwa juu ya kile ambacho kinaendelea. Kwa hiyo, point ya msingi ni wewe tu kuonyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, najua Pengine sio mara yako ya kwanza kuingia ndani ya channel yetu hii hapa hivi, lakini haujawahi kusubscribe. Kwa hiyo basi bonyeza neno subscribe, au pengine ni mgeni mpya, basi bonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada ya hapo utakomentisha sana alafu tuanze tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho ukapate kufahamu kila ambacho kimeweza kutokea. Uh, taharuki huzuka kwenye msiba ama wa marehemu MC Pilipili. Sasa kama kawaida, tunafahamu kwamba lilikuwa ni swala ambalo limegonga vichwa vya habari takriban uh, siku nne za maombolezo, lakini pia taharuki ikiwa kubwa, especially baada ya kusikia aina ya kifo ambacho aliweza kukutana nacho, yani jinsi ambavyo aliweza kupoteza maisha, ilikuwa ni namna ambayo kila mmoja ilimwacha na majonzi. At least angekufa kwa ugonjwa, pengine watu wangesema kwamba okay, alikuwa anaumwa lakini kama ndivyo, tunafahamu pia kwamba mwanzo watu walikuwa wanasema kwamba pengine alikufa kwa ajili ya msongo wa mawazo na vitu kama hivyo, kumbe sababu ni nyingine kabisa, ambayo imekatisha uhai wa mtu pasipo na pengine Mungu kumuita, kwa sababu hatuwezi tu tukasema kwamba Mwenyezi Mungu alimuita katika wakati ambao, waliokatisha uhai wake ni binadamu tu ambao pengine walikuwa na nia mbaya juu yake. Sasa baada ya yale yote ambayo yaweza kutokea, tunafahamu katika Hey, harakati za kuchukua mwili mochali, uh, uh, uh, jeneza lake mochali wakalipeleka nyumbani. Sasa kizaazaa kilikuja kufika nyumbani, ambapo unaambiwa sasa kwamba baada ya kufika nyumbani, picha linaanza jeneza lake lilikuwa linagoma kuingia, yani kiufupi, lilikuwa limepimwa. Lakini cha kushangaza, wakati wanafika nyumbani, jeneza ikaonekana kwamba mlango ni mdogo. Sasa wangefanyeje hapo? Ndipo ambapo unaambiwa kwamba ilibidi jeneza liweze kukaa nje kwa muda, maombi yalipigwa, maombi ya kwenda sana, yaani maombi kiufupi, yalikuwa yanapigwa maombi ambayo ni heavy, ili mwisho wa siku kujaribu pengine, kwa namna pengine, inaweza ikasaidia jeneza kuingia ndani. Lakini ajabu zaidi ni kwamba baada ya maombi jeneza iliweza kuingia ndani. Sasa ni moja ya ambalo limeweka picha ya mshangao kwa kila mmoja, kwamba hii inatokea kwa namna gani? Kwa nini jeneza lilikuwa linagoma kuingia? Na wengine wakawa na wasiwasi kwamba pengine mauzauza mengine anaweza yakatokea, kadri siku zinavyozidi kwenda, kitu ambacho kinazidi kuzua taharuki na uh, kupelekea wasiwasi kwa mkubwa zaidi baina ya watu. Sasa ili tukio najua limetokea kwa sababu tunafahamu kama nilivyokuambia kwamba damu ya mtu waga haiendi salama. Sasa imagine kama kuna mtu alihusika pengine na kutoa uhai wa huyu ndugu yetu, unadhani huko yeye anajisikiaje? Au ndio wenzetu wana roho za kama Pilato kwamba hata kama anasikia mauzauza hayo, anasikia yote hayo, yaani kiufupi, anakula bata tu. Sasa komenti yako ni ipi kuhusiana na hiki ambacho kimeweza kutokea? Unadhani labda kwa tafsiri yako wewe, hiki kilichotokea kina maana gani? Komenti yako ikihusika hapo chini utakuwa umetisha kinyamwezi sana, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya updates.